Haya, sasa kwa upande wa kocha wa Fountain Gate Bwana Robert Matano, yeye amesema haya hapa <laughs> Kama kama kama kama kama kwa kwa kishika lakini lakini lakini leo ametuangusha kabisa. kabisa. Fanya mistake kama ile goalkeeper kusudia kusudia. Sio kwa game mabao kama zile. Hakuna timu yoyote. Kucheza. Na na hivyo hivyo. Ndo tutacheza mtu mwingine ana anapeana itakuwa vigumu, wewe kwa kusema ukweli, mwenyewe fast half tumepeana kocha <laughs> <laughs> Robert Matano <tumatana> amemsikia bwana yeye, yeah, ame stick hapo kusema kwamba tumepeana, amepeana yani, kwamba hana imani kabisa na golikipa wake, na amethubutu kusema hili hadharani kabisa. Hali ni mbaya eh, na nafikiri mwalimu eh, amezungumza kile alichokiona, na hajazungumza tu na alifanya vitendo mm. Alimtoa ali, unajua kabla ya yale yale magoli ambayo ilikuwa ni mistake binafsi ya golikipa. Robert Matano, diyo, alikuwa na game nzuri sana na mpango wake wa mechi ulikuwa unaonekana kama unataka kufanya kazi na tuliona ni mechi ambayo watu wengi pengine tulifikiri inaweza ikawa nyepesi tu kwa Young Africa, lakini Matano mm, alikuja na mpango mzuri sana wa mechi na imemdisappoint kusema kweli, imemchanganya kwa kile alichokifanya golikipa wake Nombo mm, kwa sababu kafanya mistake mbili ndani ya sekunde hata dakika tano kama zilikuwa yani eh, yani ni, yeah. ya ni, ni, ni muda mchache ambao Mistake ya kwanza unaweza ukaelewa ukasema hii kibinadamu mm. Okay, inaweza ikatokea ile tabia ya kutena ile na ubaya mistake ambazo kazifanya nobo. Uh, tunajua kila mchezaji anakosea, lakini eh, kafa yani ki principal goalkeeper utaki ufanye vile ambavyo kafanya, kwa sababu ile ya kwanza una unamdondoshea mshambuliaji mpira miguuni, ya pili unatoa mpira nje mm. unauleta ndani mm. Yani, at least basi ungebutua kule kule nje ungesema umenaswa, lakini unautoa kule nje afu unaule kuleta kwenye hatari. Umeelewa? Mm. Kwa hiyo ni mistake ambazo alizozifanya. Yaani, unajua ipo ile kibinadamu, lakini zipo zile mistake unaona kabisa hizi za tuseme, yani kama sio mchezaji ambaye professional. Mm. Yaani, hata mchezaji goalkeeper ambaye wa mzawa, sidhani kama anaweza kufanya vile. Alafu ukiangalia wewe, goalkeeper pro pro, watu wanakulipa mahela mengi, umekuja watu wanakulipia hapa vibali, unafanya vitu kama vile. Kwa hiyo <laughs> eh, kusema kweli mwalimu imemdisappoint yes, kwa sababu Game plan yake aliona mm, kama vile inafanya, inafanya kazi. Sasa yeye ni mtu ambaye kaaliharibu kila kitu kwa, kwa mistake zake za unajua, at least lingekuwa goli moja lakini goli mbili first half zidi ya Young Africa maanake obvious, mm, unakuwa unawanyongonyesha na timu yenyewe, sasa hivi sehemu ambayo walikuwepo katika hali mm, mbaya pia kabisa ni hii yani, ni sawasawa na sehemu ambayo kuna wezi wengi afu unaacha mlango waz. wazi kwao, alichofanya nobo yeah. kusema kweli Uh, okay, Nimbahani. Tunaweza tukaelewa kwamba mpira mchezo wa makosa, lakini mwalimu ndo mara nyingi mchezaji ukikosea, uh, mwalimu ndo mtu ambaye anakudefend. Mchezaji ukiona hadi mwalimu wa kudefend <laughs> maanake <laughs> <laughs> hiyo shida. Sasa kwa sababu tunazungumza hivi sasa kuhusiana na hili, kwenye line tunaye CEO si, oh, wa Fountain Gate B Tabitha Kidawa. Unaungana nasi hivi sasa moja kwa moja, na tunatamani kusikia bwana, uongozi wa Fountain Gate mnazungumza kitu gani kuhusiana na hili ambalo linaendelea kuzungumzwa kuhusiana na golikipa eh, kwa upande huo hasa imeonekana kuna changamoto kwenu, lakini pia hali halisi ya timu yenu kiujumla, mpaka sasa uongozi mnaweza mkatoa neno gani kwa mashabiki wa Fountain Gate ambao wanakusikiliza kwa sasa B Tabitha? Yeah, of course, pressure ni kubwa sana, unavyoangalia tu kwenye table tuko uh, tumeshuka sana, pressure ni kali sana lakini of course tumecheza na timu ambayo ni kubwa, tuwezi kusema kwamba tuangalie upande mmoja tu, lazima tuangalie tu analyze mechi yote kwa ujumla, na unajua sasa hivi kila mtu anaongea la kwake, yes, lakini lazima tujipe muda kidogo kuweza kutulia, alafu ndo tutajua tutafanyaje, lakini mnatulia kwa muda huu ambao ligi inaelekea ukingoni sababu bado na mechi tatu ambazo zipo na tunajua kabisa kwamba tutapambana na tutasalia kwenye ligi, hilo tunajua. Tuna, na unaona hata kama makosa yamefanyika, lakini vijana wamejituma, of course kuna wengine, aa, kama watu wanavyosema kwamba hawajajituma sana, lakini vijana wamejituma kwa kweli. Kwa hiyo kwa mi najua kwamba huko mbele tutafanikiwa tuta zaidi lakini sasa hivi linalozungumzwa hasa ni kwa upande wa goalkeeping. Shida ni nini hasa kwa Fountain Gate kupata goalkeeper ambaye anaweza akawasaidia na hata kuepukana na matatizo haya ambayo yanaendelea kujitokeza kwa makipa wenu? ya Yeah, of course tuna makipa watatu na tekniko hiyo, siwezi kujibu sana, tekniko wenyewe ndio wanatakiwa waamue, lakini tunao wengine wawili na kuna wengine wa under 20 wapo wawili. Kwa hiyo wao wakiona kwamba kweli kulikuwa na changamoto au kuna changamoto na labda mmoja wako basi watatolewa alafu wengine watacheza. Maana ukimsikiliza hata mwalimu leo, kubwa ambalo analalamikia ni hilo kwamba tumepeana mchezo, tumepeana mchezo na lawama zote zimeenda kwa kipa wake. Sasa yeye ni, ni mwalimu labda ndo alivyoona hivyo. Kwa hiyo sisi tunamsikiliza yeye, akiamua yeye mwenyewe atafanya anavyoona, kwa sababu magolikipa wapo, tuna pandapanda, tuna yule dogo mwingine na anacheza vizuri tu, kuna mwingine tena ametoka under 20. Kwa hiyo yeye mwenyewe akiona kwamba yule hafai, basi ataweka wengine na wote ni a uh, uh, hizi timu zetu dola uh, nyingi sana zinalipwa uh, kuanzia vibali vya kuishi uh, vibali uh, vya, uh, vya TFF kwa ajili ya uh, kucheza Tukwa, kwa, kwa, tefufu, kwa ajili ya kucheza inafika mpaka dola elfu nane dola elfu kumi na nafikiri mpaka msimu ujao pia zitakwenda gharama, zitakwenda zitakwenda juu zaidi. Kwa hiyo mategemeo ya watu ni kwamba unapo, le, unapo toa unamleta, ni kwamba unapotoa kiasi hiki cha pesa huyu mtu ambaye unamleta anapaswa kuwa kweli ni expert, anapaswa kuwa kweli ni mtaalamu, anapaswa kuwa kweli ni mtu ambaye hapa ndani hayupo. Yani ni huduma ambayo hapa ndani hamwezi kuipata, kwa hiyo mnapaswa kuilipia kwenda kuipata nje ya nje ya Tanzania, su, su, sunaelewa. Lakini ikifika hatua, um, una aina ya golikipa ambaye anafanya makosa kama aliyofanya John Nobo leo, unawaza yani, huyu ni golikipa, ni golikipa wa timu ya taifa Nigeria, hapa karibuni aliitwa e, timu ya taifa. Lakini haya makosa ambayo ameyafanya leo, unamsikia hapa kocha wao Robert Matano anazungumza ingawa amezungumza katika lugha ambayo kusema kweli, ina, ina ukakasi mwingi. Anasema kipindi cha kwanza kilikuwa ni kipindi cha kupeana, anasema e, kipindi cha kwanza kilikuwa kipindi cha kupeana, na kweli goli kipa wao amewaangusha, na kusema kweli ilikuwa ni magoli ya ya kutia aibu. Sasa mtu mwingine anaweza kwenda mbali na kujiuliza kwamba hivi kwa timu kama ya kama ya Fountain Gate ina ulazima kweli wa kufuata golikipa Nigeria, kwa sababu Fountain huwezi kutegemea kwamba wataenda kushiriki kombe la shirikisho bara la Afrika, ambako unajua tunasema bana, tunao magoli magolikipa wetu hawa ambao uwezo wao sio mkubwa sana, kwa sababu tunakubali uh, kwamba nchi yetu kwa siku za karibuni tumeongeza magolikipa ambao wamekuja kuleta mapinduzi uh, magoli kipa kama kina Jiji Diara tunakubali kabisa kwamba isingekuwa ni Jiji Diara pengine Yanga wasingefika fainali ya kombe la kombe la shirikisho bara la Afrika, si unanelewa? Uh, Simba uh, hapa katikati wamehangaika, lakini wame, wamekwenda kumleta Musa Pimpin. Walikuwa na Aishi ambaye alikuwa anawalazi, anawalazimisha wasifikirie kwenda kuchukua goli kipa nje, lakini Aishi amepitia kipindi kigumu uh, Simba wamepata tabu hapa katikati, wakaamua kwenda kumleta Musa Pimpin ambaye anafanya vizuri sio na nawasaidia kwenye mechi za, za kimataifa, lakini kwa timu kama ya Fountain ambayo hutegemei kwamba ina malengo ya kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika, ina malengo ya kushiriki CAF Champions League, hivi ni necessary mm. waende wakatafute goalkeeper Nigeria? Yani hakuna hakuna goalkeeper wa ndani ambaye anaweza ku, anaweza kudakia timu kama ya ya ya Fountain? Kwa hiyo ukiona performance ya John Nobo mm. leo kusema kweli ina, inarudisha mjadala uh, wa vitu vingi sana na huoni huoni muhimu uh, kwa timu kama ya Fountain hakwenda kutafuta golkipa uh, golkipa nje okay. Asante sana Wilson John Roma, naona ametuletea mjadala mm. <laughs> mjadala mtambuka huu tunasema <laughs> au wakinchi kabisa mm. kuona namna ambavyo hizi klabu ambazo mm. hazifanyi vizuri hata uh, kwenda kimataifa mm. wabaki na magolkipa wazawa tofauti na ambavyo wanafanya kwenda nje kuchukua magolikipa ambao wanakuja hapa na hakuna lolote ambalo wanalifanya, ah, baada ya kumalizika kwa mchezo wa Fountain Gate dhidi ya kikosi cha Young African na Young African kupata ushindi wa goli nne uh, kwa sifuri, unaambiwa kocha mkuu wa kikosi cha Fountain Gate Robert Matanu ameweza kutanabaisha mbele ya viongozi wa habari uh, mbele ya vyombo vya habari kwamba goli kipa wake alifanya mchezo wa kupeana, yani magoli ya mapema ambayo uh, Fountain Gate walifungwa ulikuwa ni uzembe wake, na anahisi moja kwa moja labda ni michezo ile ambayo eh, haijawahi kuthibitishwa kwenye mchezo wa soka, yani ya kununua mechi, na ndiyo maana yeye amefungwa magoli ah, mepesi kabisa. Hiyo ni kauli ya Robert Matano, huyu ni raia wa Kenya ambaye amekwambia Eh, hiyo ni michezo ya kupeana. Huku kikosi cha Young Africans siku hii ya leo kilikuwa kimeshteni mastaa wake wote ambao wengine walisema hawata kuwepo, lakini siku hii leo tumewaona katika mchezo na kufanya uh, kikosi cha Young Africans kuwa uh, kileleni kwa pointi eh, kumi zaidi ya Simba Sports, lakini pia eh, Simba Sports yupo nyuma kwa michezo mitatu. Bana, mchezo mwingine eh, ambao tulitegemea utakuwa mkubwa na mzuri lakini mwisho wa siku Fountain Gate wamekuwa eh, na wameshindwa kutupa kile ambacho wengi tulikifikiria na katika mwendelezo sasa wa ligi kuu Tanzania Bara, Coastal Union na, na Ken Gold nao pia mpaka kipindi cha mapumziko eh, Coastal Union alikuwa mbele kwa goli mbili kwa moja, Ken Gold, hali, kwa moja Gold, hali inazidi kuwa mbaya eh, hawa ni vijana kutoka kuli chunywa jijini Mbeya.